Mimi nilikuwa nimeipata taarifa kabla, na bahati nzuri nimekuja nimeipata tena taarifa hii sasa. Kwenye, kwenye hii hali tulionayo hapa, yapo mambo yafuatayo ambayo lazima tuyazingatie. La kwanza, imekubalika habari ya addendum na upande wetu, baada ya kuwa mmeleta draft tulishaweka inputs na ikarudi kwenu basi, ifanyike jitihada ya juu chini ndani ya siku saba tuweze kuipata hiyo adenda nyingine, ili tuweze kuendelea, tusiwe na ucheleweshaji wa hii habari. La kwa kwanza. La pili, umefanyika uongezaji wa muda wa mkataba kwamba sasa jengo litakamilika na baada ya kuwa tumeyazingatia yote tuliyokubaliana jengo litakamilika Juni mwezi tarehe moja mwaka wa kesho yeah. E, ni vyema sana tukalizingatia hilo ili kusikuwepo tena haja ya nyongeza ya muda mwingine wa kazi yeah. Yeah, hayo mambo mawili nafikiri yalikuwa ni ya msingi kwa mm. Koo, mjitahidi mlete hiyo, kwa sababu sisi tumesha given, na mkichelewesha mtafanya sisi tuchelewe kuifikisha kwa hatua nyingine za mbele na hususani ofisi ya mwanasheria mkuu. Kwa hiyo tujitahidini sana tuipate hiyo ndani ya siku saba ili na sisi upande wetu, wataalamu wetu waifikishe mahala panapotakikana, ili wote pande mbili tuwe ndani ya muda kwa kile ambacho tumeshakubaliana. Nawashukuru sana. Majina ni Mwalimu Paulina Mbena Nkwama, katibu wa Tume ya Utumishi wa Walimu. Leo hii tumepata bahati ya kutembelewa na Mheshimiwa Naibu Waziri anayeshughulikia elimu, ofisi ya Waziri Mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa. Kwa hiyo tumekuwa naye tangu asubuhi kwenye saa mbili na nusu mpaka sasa hivi e, saa tano na robo. Na Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na mambo mengine amepata muda mzuri wa kutembelea jengo la utawala linalojengwa na mkandarasi SUMA JKT kwa ajili ya matumizi ya Tume ya Utumishi wa Walimu makao makuu. Miongoni mwa masuala ya msingi sana ambayo Mheshimiwa Naibu Waziri anayeshughulikia elimu, Ofisi ya Rais Tamisemi, ameyaelekeza, mosi, tuko kwenye hatua ya kutengeneza uh, addendum contract ya malipo kwa hiyo sasa hivi uh, hiyo kazi ipo kwa Suma JKT, baada ya kuwa uh, ile drafti rasimu imeandaliwa. Kwa hiyo tume tumepata muda wa kuipitia na kuweka maboresho yetu. Kwa hiyo Suma wanapaswa kwenda kuikamilisha ili tu, tu, tu, tu, tufanye mawasiliano na uh, mamlaka nyingine kwa ajili ya maridhiano ya, ya, ya kusainishana mkataba huo wa, wa nyongeza.